Mbunge wa viti maalumu Halima Iddi Nassor afariki dunia akiwa na umri wa miaka 45. Taifa limepata pigo kubwa kufuatia kifo cha mbunge wa viti maalum wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi ccm Mheshimiwa Halima Iddi Nassor aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 45. Kifo cha mbunge huyo kimetokea jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu, jambo lililothibitishwa rasmi na uongozi wa bunge. Akitoa taarifa ya msiba huo, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dk. Mussa Azzan Zungu, alieleza kuwa kifo cha Halima Iddi Nassor ni msiba mkubwa kwa Bunge, chama chake cha, cha siasa pamoja na taifa kwa ujumla. Spika alieleza kuwa marehemu alikuwa mbunge mchapakazi, mwenye nidhamu na aliyejitolea kutumikia Watanzania kwa uaminifu mkubwa. Zungu aliwapa pole wabunge wote familia ya marehemu ndugu jamaa na marafiki akisisitiza kuwa mchango wa Halima Nassor katika bunge na ndani ya CCM utaendelea kukumbukwa aidha aliwaomba Watanzania kumwombea marehemu pamoja na familia yake ili Mwenyezi Mungu awape subira faraja na nguvu katika kipindi hiki kigumu cha majonzi kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya bunge marehemu Halima Iddi Nassor alikuwa akipatiwa matibabu katika Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete JKCI kabla ya kifo chake. Hata hivyo, sababu kamili ya kifo chake haikuelezwa kwa kina, huku familia ikiomba heshima na faragha wakati ikiendelea na maandalizi ya mazishi. Maandalizi ya mazishi ya marehemu yalifanyika kwa kushirikiana na familia, viongozi wa Bunge, chama cha CCM pamoja na ndugu na jamaa. Ilielezwa kuwa mwili wa marehemu ulizikwa siku hiyo hiyo kwa kuzingatia taratibu za kidini na maelekezo ya familia. Mazishi hayo yalihudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali wa serikali, chama na wananchi waliokuja kutoa heshima zao za mwisho. Kwa upande wa wasifu wake, Halima Iddi Nassor alikuwa mtaalamu wa masuala ya ardhi kwa taaluma, ambapo aliwahi kuhudumu katika nafasi mbalimbali serikalini kabla ya kuteuliwa kuwa mbunge wa viti maalum. Aliwahi kufanya kazi kama afisa ardhi katika halmashauri na pia kama msaidizi mkuu wa ardhi katika Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Uzoefu wake katika masuala ya ardhi ulimsaidia sana katika mijadala ya bunge, hususan kwenye masuala ya fidia, upangaji wa miji na haki za wananchi. Kisiasa, marehemu alikuwa mwanachama hai wa CCM na alishiriki kikamilifu katika shughuli za chama, hususan kupitia Umoja wa Wanawake wa CCM, WUT. Alijulikana kama mtetezi wa haki za wanawake, watoto na makundi maalum, na mara kadhaa alitumia nafasi yake ya ubunge kuibua hoja zinazolenga kuboresha maisha ya wananchi wa kawaida. Katika kipindi cha uhai wake, Halima Iddi Nassor alijijengea heshima kubwa kutokana na unyenyekevu wake, uwezo wa kusikiliza wananchi na kujitoa kwake katika kazi za maendeleo. Wabunge wenzake wameeleza kuwa alikuwa mtu wa ushirikiano, aliyependa amani na aliyezingatia maadili katika uongozi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, naye alitoa salamu za pole kwa familia ya marehemu, bunge na taifa kwa ujumla. Rais alieleza kusikitishwa na kifo cha mbunge huyo, akisema kuwa taifa limepoteza kiongozi mwenye mchango mkubwa katika maendeleo ya kijamii na kisiasa. Rais aliwahimiza Watanzania kuendelea kumwombea marehemu na kuwafariji walioguswa na msiba huo. Kifo cha Halima Iddi Nassor kimeacha pengo kubwa katika bunge na ndani ya Chama cha Mapinduzi huku wengi wakimtaja kama mfano wa kiongozi mwanamke aliyejituma, aliyezingatia maadili na aliyejali maslahi ya wananchi. Taifa litaendelea kukumbukwa kwa mchango wake na huduma yake kwa umma.